Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba wakulima wa mahindi katika maeneo tofauti wanakadiria hasara kubwa kutokana na mvua na inayoendelea kunyesha katika sehemu mbalimbali mbali humu nchini. Hali hiyo imesababisha mavuno kuozea shambani huku wakulima wakisalia kutazama jasho lao likiambulia patupu. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Collins Shitiabayi, wakulima huko Trans Nzoia sasa wanaitaka serikali iwasaidie na mashini za kukausha mahindi bila malipo na kuongeza bei ya mahindi kuwa angalau shilingi 3000 kwa gunia lati. Kilo 50. Mwaka huu wakulima wengi walifurahia mbolea ya ruzuku na kuongeza kiwango cha mashamba ambacho walilima kwa matumaini ya kupata mavuno marudufu. Ila wakulima hawakufahamu kuwa mvua ingeyeyusha matumaini yao. Fredi Krono ni miongoni mwa wakulima wachache ambao walivuna mapema lakini amekwama kwa sababu huduma za kukausha mahindi zimempiga chenga. Tayari anakadiria hasara kubwa akisema mahindi yake yameharibika kwa mvua ne. wakufikia wakati huu naendelea kuvuna lakini nimevuna mia mbili magunia mia mbili na sasa e, nimepata kama gunia thelathini e, imeoza katika eneo la Cherengani. Joseph Rotich ameahirisha kuvuna, akihofia mazao yake yataharibika zaidi. Anasema licha ya kupata mbolea ya ruzuku, faida imebaki kuwa finyu Watuwekee, watupime kilo hamsini badala ya tisini. Kulingana na kanuni za NCPB, mahindi yanayokubalika ni lazima yawe na kiwango cha unyevu usiozidi asilimia kumi na tatu. Wakulima wengi wamezidi kiwango hicho na ulazimika kulipa shilingi sabini kwa kila gunia la kilo tisini ili kukausha mahindi yao na hata kama tukiweka huko kwa NCBB warehouse itakuwa imekauka, na tukipata mahali iko soko tunausa, waweze kutupatia bei nzuri ya mahindi yetu, ili hapo ndio sisi tunategemea kutoa school fees yetu. Takwimu kutoka idara ya kilimo zinaonyesha kuwa msimu uliopita wakulima walipoteza hadi asilimia 30 ya mazao baada ya mavuno. Wataalamu wanatahadharisha kwamba iwapo mvua itaendelea kunyesha Kiwango hicho kinaweza kupanda zaidi na kuvuruga faida ya wakulima na azma ya serikali ya kukusanya zaidi ya magunia milioni sabini ya mahindi msimu huu. Ni msimu wa mavuno hapa katika kaunti ya Trans Nzoia, lakini kama unavyoona, baadhi ya wakulima wamesita kuyaondoa mahindi yao mashambani kwa ukosefu wa hifadhi bora. Collins Shitiabayi, Runinga ya Citizen, Kaunti ya Trans Nzoia.